Ntakubaliana na mimi kwamba tunapozidi kwenda huku kumbukumbu zinapungua. Lakini hizi suala la kumbukumbu pia lina, linaweza likachagizwa zaidi na suala zima la kuwa kuna kitu muhi yaani chakuhu Kwa hiyo tunapokuwa tunakosa kitu cha kufanya kuwa mizi. Hello. Hello. Hello. Tunapunguza kwa hiyo tunafanya nini? Kwa kufikiri na kupoteza. Pili, tunakuguza athari za magonjwa <coughs> mbalimbali, magonjwa ya swa kisukari, pressure, kwa sababu umerudi kwenye utaratibu wako ule ule wa asubuhi, labda unafanya shughuli fulani kwa namna tofauti. Sasa hivi upanchi uenda wewe, ndio unaangalia watu wa pale, bona panchi huko ni kwako, kwa utaratibu wako wa panchi, sikana sio electronic <coughs> lakini una shughuli zako za kibinafsi ambazo unataka watu wafike mapema wafanye kazi

Kwa sababu tutakuwa na muda inasema kutolea kuimarisha, inasema lakini pia unajihisi, inapongezea thamani. Leo hii imagine, umesha staafu meo zako, ile biashara yako, sasa walipo watu wanakuonaga saa kumi leo, wanakuona mwenye kutaka ushauri mwenye kufurahia tu uwezo wako, wakati unamuhudumia. Lakini pia wewe inakuongezea thamani kwamba na wewe una mchango kwenye jamii yeah. Kikubwa zaidi ni kwamba ustaafu sio mwisho wa maisha yako, kiuhalisia ni mwanzo wa maisha yako mazuri zaidi, ni, ni mwanzo wa maisha yako ya wa mahusiano makubwa sana na familia yako jamii ya yako na uenda hata taaluma yako. Inawezekana hata ulikuwa una taaluma nyingine za ziada ambazo ulikuwa usitumii kwa sababu ya mpangilio wa kazi zako. Kwa hiyo nipende kuwasii na kuwaomba sana kwamba leo hii ao ambao wamesha staafu au wanaotarajia kustaafu wanaenda kufungua kurasa mpya ya furaha, amani na upendo kwenye maisha yao.